Kama nchi itakumbwa na vita, kuna madhara mengi ambayo yanaweza kutokea katika nyanja mbalimbali mbali. haya ni baadhi ya madhara makubwa. Moja, madhara kwa binadamu. Raia na wanajeshi wanaweza kuuawa au kujeruhiwa vibaya. Watu wengi hulazimika kukimbia makazi yao, wakigeuka kuwa wakimbizi wa ndani au wakimbizi wa kimataifa vita husababisha msongo wa mawazo, hofu, huzuni na matatizo ya kiakili kwa waathirika. Vita hutenganisha watu, huathiri ndoa, mahusiano na jamii kwa ujumla. Mbili, madhara ya kiuchumi. Sekta nyingi kama kilimo, biashara na viwanda hukwama. Mapato ya serikali pia hupungua. Barabara, shule, hospitali na majengo ya umma huharibiwa uhaba wa chakula na bidhaa nyingine husababisha mfumuko wa bei. Tatu, madhara ya kisiasa. Serikali huchanganyikiwa au kuporomoka kabisa. Vita husababisha uhasama wa kisiasa na kugawanyika kwa makundi ndani ya taifa, kuibuka kwa vikundi vya uwasi na ugaidi. Nne, madhara ya kielimu na huduma za msingi. Wanafunzi hushindwa kuendelea na masomo yao ukosefu wa dawa, wauguzi na madaktari hukwamisha huduma za afya. Tano, madhara ya kimazingira, milipuko, silaha na uharibifu wa miundombinu huathiri ardhi, maji na hewa. Mashamba huharibiwa, wakulima hukimbia na hali ya njaa huweza kutokea. Kwa ujumla, vita huathiri kila sekta ya maisha na kurudisha nchi nyuma kwa miaka mingi. Amani ni msingi wa maendeleo na ustawi wa taifa. Je, wewe unafikiria nini kuhusu vita? Tuilinde amani wenyewe, kwa sababu ikitokea vita, athari ni wewe itakayokukuta, mkimbizi ni wewe utakayekuwa. Amani ni kitu cha msingi katika maisha yetu. Hii ni G Video Production na mimi ni Sule Shali.